Joshua Mutale no, no, no. Zungusha na mpira juu kwenye nafasi. Shamu, leteni Simbo, halafu sogeni mbali kabisa. Simbo anachapa! Shamu Karabwe anafungua kaunti yake ya mabao la kichwa Jonathan Yudi, kwa kwa na Himana, jihudi zote zimeshindikana kwa kwenda kugusa ule mpira. Joshua Mutare budo in swing kona, ile namna gani ya kusimama wakati Joshua Mutare alitoa assist kwa bao la Shamu, lakini hiyo Maema yuko kwa karibu zaidi, unazungusha ule mpira na Maema kwenye force lushen rushen Deriok anaandika bao la pili kwa upande wa Simba. Defender, kinara kwa mabao kwa sasa. Zamani ndio simba wa sasa. Neomaema lizungusho na mpira nyuzi mia watalii bora, yule Daudi Morel. Haya, Selemani, mwalimu Selemani, pasi nzuri ambayo yeye mwenyewe alipambana kuchukua ule mpira. Makosa akiuliza Daniel Moa alimweka chini, useni kazi akampa godoro, akamwambia hii ndiyo kazi ya mwalimu.